ni makala ya haba na haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu sana msikilizaji, leo tunatazama kuhusu upatikanaji wa maji ya bomba nchini Tanzania kwa matumizi mbalimbali, yani sisi haya maji ni kunywa, kupikia, shughuli zote za kibinadamu, maji ndio haya Malengo ya Milenia ya Umoja wa Mataifa, Mpango wa Matokeo Makubwa Sasa na mipango mingine ya serikali inatambua umuhimu wa kusambaza maji ya bomba kwa wananchi, ya mikakati imefanyika. Kwa mfano sasa, wizara ya maji na mpango unaitwa Mpango wa Maendeleo wa Sekta ya Maji ni kuhakikisha kwanza tunaboresha uwekezaji wa miundombinu ya usambazaji wa maji vijijini na mijini. Kama hivyo ndivyo, nini kinakwamisha upatikanaji wa maji ya bomba kwa watanzania walio wengi? Hii ndio hoja kuu leo katika makala ya Haba na Haba inayojikita kwenye dhana ya utarabora nchini Tanzania, kwa kuileta mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Mimi naitwa Yusufu Mazimu. Mimi naitwa Halima Kasim. Unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia 0785236938 au kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook kupitia BBC Haba na Haba, na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC underscore Haba na Haba. Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Upatikanaji wa maji safi ya bomba umeendelea kuwa changamoto kwa Watanzania kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika lisilo la kiserikali la Toweza nchini Tanzania mwaka 2014, ni asilimia 36 tu ya Watanzania wanapata maji ya bomba. Utafiti huo unaonyesha hali ni ya kuridhisha kidogo maeneo ya mijini, ambapo asilimia 51 ya wakazi wake wanapata maji ya bomba nyumbani kwao ama katika majengo yaliyo karibu, ikilinganishwa na asilimia 11 tu ya wananchi waishio vijijini. Kabla ya kujiuliza kwa nini maji ya bomba yasisambae nchi nzima, tuwasikie baadhi ya watanzania wanasemaje kuhusu upatikanaji wa maji ya bomba. Na haya ni maoni yao. Kwa jina naitwa Rahma Haji, naishi Mwanakwarekwe meli nne. Changamoto zipo nyingi sana, maana kwanza, kama hivyo mtu hutwa vidoo kichwani tunatotaka maji ya mashimo ambayo hayako salama, na ikisha mtu utakaa unataka kufua maji hamna, unahangaika wende bondeni, maji hayako salama, tunakunywa tuna nini kama tujatumia vidonge vya sheha, hatupati maji si safi. naitwa Jofre oh, wow, Katunzi, nimekuja hapa kuchota maji, imekuja saa mbili na nusu mpaka sasa hivi ni saa nane, bado kuna mstari mrefu sana alafu tuko, tuko karibu na, na ziwa. Naitwa mama enjo kazi wa Karagwe, mkoa wa Kagera. Kwa kweli changamoto hii ya maji, maji ni machache, tunakaa fanya kuanzia asubuhi saa mbili mpaka saa tisa na tujapata maji. Pamoja na uwekezaji mkubwa katika miaka ya hivi karibuni, maji bado ni tatizo. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la WaterAid, zaidi ya watoto elfu nne hufa nchini Tanzania kila mwaka kutokana na maradhi ya kuhara yanayosababishwa na maji yasiyokuwa salama na mazingira machafu. Serikali ya Tanzania hivi karibuni imehusisha jitihada zake za kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi vijijini jitihada hizo zikiwa ni pamoja na kupitia mpango wa matokeo makubwa sasa. Lengo kuu lilikuwa kutoa huduma ya maji kwa zaidi ya watu milioni 15.4 wanaoishi maeneo ya vijijini, hatua ambayo itakuza asilimia ya watu wanaopata maji safi mpaka asilimia 75 ifikapo mwaka 2015. Lakini leo ni mwaka 2016, maji ya bomba yanayotajwa kuwa safi hayajasambaa nchi nzima. Vikwazo ni nini? Mwandishi wetu Grace Mbise kutoka Mbeya anasimulia mfano aliyoukuta huko. Mapema ni maandalizi ya kwenda kuchota maji, na hapa nipo kwa Biza Mdanyoni ambaye anaandaa vyombo vyake kwa ajili ya kwenda kuchota maji. Maji kwanza unayapata wapi? Maji tunayapata mtoni. Tunaweza tukaelekea mtoni ambako unachota ya maji? Aa, tunaweza tukaelekea, lakini ni mbali. Twende haya, asante. Twende hapa ndo mtoni. Unaona wanawake wengine aahtamajiaushafkaoautok pole, eh, wakinaaalialeo poleni jamani nakkatoto jua aakaunai anatona hiv unaona hali halisi. Ng'ombe binadamu wote yani, maji yetu ndio haya yani sisi, haya maji ni kunywa, kupikia, shughuli zote za kibinadamu maji ndio haya. Kuna vyanzo vingi vya maji ambavyo naweza serikali ingetia mkazo. Maji ya bomba yangefika kwa sababu vyanzo haviko mbali sana. Kuna mto Ruaha, kuna mto Chimala, kuna mto Kimani. Lakini maji kusema kufika hapa Kapunga sio sio kazi wakitilia mkazo. Lakini nikiwa hapa mtoni na kutana na watu ambao nao wamekuja kunywishia mifugo yao, okay. Uh, katika mto huu ambao ni mfereji mkubwa unaotokea mto Ruaha. Habari yako? Salama Issa. Wamekuja kufanya shughuli gani? Eh, yeah, nimekuja kunyosha ng'ombe. Mbali na mifugo kunyweshelewa, bado nakuta watoto wanaoga ndani ya mto huo. Baada ya kupata ya maelezo ni kuto kutoka kwa wananchi nimemtafuta mwenyekiti wa kijiji hiki cha Kapunga, Brighton Mwinuka. Odi. Ni nini ambacho kinakwamisha uwepo wa maji ya bomba katika kijiji hiki cha Kapunga? Kinachokwamisha kwa sasa ni Bone, ni uhaba wa fedha. Unapozungumzia uhaba wa fedha, inamaana serikali ya kijiji haina fedha za kuweka maji ya bomba katika kijiji hiki cha Kapunga? Kwa sasa hatuna fedha. Na tatizo la kutokuwepo kwa maji ya bomba katika kijiji hiki lina muda gani? Tatizo la haba kutokuwa na maji ya bomba kwa sasa hapa ni takriban miaka kumi au kumi na mbili. Kwa sasa kile kisima, kama tutapata fedha tunaweza kukifufua ikaanza kufanya kazi, lakini vivyo tungeomba serikali, kwa mfano maji ambayo ni, ni, ni rahisi ni yale yale ya kukinga, ambayo sasa tunasema kwa mfano tenki sehemu chimara, ni rahisi zaidi kufika huku kuliko yale ambayo inakuwa na, na gharama kubwa aale ya, ya, ya kisima ambacho kinakuwa na nyinyo na kinatumika nadhani ni umeme kwa sasa na, na pale. Taarifa hii ya Grace Mbise kutoka Mbeya inaonyesha fedha na mipango ni sehemu ya kero zinazokwamisha upatikanaji wa maji ya bomba kwenye eneo husika, licha ya uwepo wa vyanzo vingi vya maji maeneo ya karibu. Kwa mujibu wa ripoti ya utafiti watu waweza ya mwaka 2014 kuhusu upatikanaji wa maji asilimia thelathini na tano ya wananchi wanategemea visima kupata maji kwa matumizi mbalimbali mbali, kama mbadala wa maji ya bomba ingawa wapo pia wanaotumia mito mabwawa na mifereji midogo midogo kama tulivyowasikia punde, wananchi wa Mbeya, hofu inabaki kwenye usafi na usalama wake. Halima, kawaida binadamu ameumbiwa aibu. Kama kuna eneo analoweza kujenga usiri kwa gharama yoyote ile, ni viungo vyake vya siri kuna maeneo watu wanalazimika kuoga barabarani bila kificho kwa sababu ya shida ya maji. hizi hapa nguo za kubadilisha, nikitoka mimi naenda zangu hapo, sema siogi pale, na kuja hivi, kuna dimbwi ile kubwa kubwa, tunaingia naoga fresh, mafuta yangu aida tu, kwa sababu ya shida ya maji. Utasikia taarifa hiyo punde, lakini kwa sasa nakukumbusha tu kwamba unaendelea kusikiliza makala ya Haba na Haba, idhaa ya Kiswahili ya BBC, na hoja kuu leo ni nini kinakwamisha upatikanaji wa maji ya bomba kwa Watanzania walio wengi katika mitandao yetu ya kijamii tumekuwekea hoja hii pia. Sara Mkongwa yuko tayari kutusomea ujumbe wako. Unesco Galvasi wa Mpanda, serikali yetu haina fungu la kutosha nchi nzima. Mbaga Karimu wa Dar es Salaam, usimamizi mbovu wa baadhi ya viongozi wetu, na hii wizara imeshindwa kutatua hili tatizo la maji hasa huko vijijini. Samuel Gidameyesha wa Wagehandu, mimi naona watanzania tutunze vyanzo vya maji. Ramadhani Kata Hamza wa Kagera, inachosababisha ukosefu wa maji ya bomba nchini Tanzania ni serikali yenyewe, maana ikiingia kwenye madaraka wasahau wananchi kuwa wanahitaji nini. Kwa hiyo kuja kuondokana na hali hii, ni lazima serikali ya Tanzania ijiwekee nia ya kuleta mabomba ya maji ili na sisi wananchi tuweze kuepukana na changamoto hiyo. Omari mshauri wa Kisalawe, kwani tatizo uongozi usio dhabiti, lakini pia nadhani teknolojia duni inachangia. Asante sana Halima, utiana, uh, kwa kunikaribisha. Halima, unaamini mambo yanatofautiana kwa kiasi kikubwa duniani? Naamini hilo Yusuf, na kinachonifanya niamini ni hili la wananchi waliogeuza madimbwi ya maji ya mvua yaliyotuama kuwa mabafu na hilo linabebwa na utafiti wa twaweza unaoonyesha asilimia kumi na nane ya wananchi wanatumia maji ya kwenye madimbwi ni kama hii taarifa yako yusuf kutoka kule morogoro inavyoonyesha ni pembezoni mwa barabara ya dar es salaam morogoro eneo la mwidu kwa wakazi wa eneo hili hapa ndipo mabafu yao yalipo na mabafu hayo ni madimbwi ya maji yalotuama. Hizi hapa nguo za kubadilisha yeah. Nikitoka hapa mimi naenda zangu hapo, sema sioge pale na kuja hivi, kuna dimbwi ile kubwa kubwa, tunaingia naoga fresh, mafuta yangu yako. Kuoga barabarani ni kitu cha kawaida kabisa kwa sababu ya shida ya maji. Kawaida tu kwa sababu ya shida ya maji. Mwenyeji wangu ananipitisha kwenye mabafu haya yenye viwango tofauti vya maji, ambayo kwa muonekano ni machafu yakiwa na tope zito na vyura wadogo wadogo kando. Maji yamefika mpaka yamekuwa ya kijani. Sasa hivi kuna mvua Mmeweza kuoga hapa wakati hakuna mvua, inakuwaje? hakuna mvua sasa ndio hivyo. Kwa sababu dumu moja, kila dumu moja unanunua shilingi mia nane. Mm. na mwenye bodaboda lake haweza kuuzia dumu moja kwa shilingi mia nane yako, unaweza ukabaki na mia nane yako na maji usipate. Yani hiyo anauza ni jumla kama dumu sita, usikue zote kwa pamoja. Mm. kwa, kwa, kwa, kwa kwa hiyo kwa wakati inawezekana wiki wiki nzima aa, wiki mbili hadi hadi mwezi. na mita kama kumi na mbili hivi, tunamuona kijana anaendelea kuoga mengi mazingira dimbwini. Nataka kufahamu huyu mtu jamaa anaoga hapo barabarani. Sasa hivi watu wakipita pembeni, watu wanapita, anaendelea shughuli yake ya kuoga. Ngoja tuzungumze naye huyu jamaa. Bosi, vipi mambo? Asmani. Asmani mwejo huko wewe. Unaonekana na watu barabarani wanawake kwa mfano wewe mwanaume unaoga. Haikusumbui? Haina sumbua. Kwa nini unaonekana na jamii? Sasa unachukuliaje hiyo? Inatakiwa utafute sehemu ujifiche uoge mm. Madimbwi haya ama mabafu kama wenyeji wanavyoyaita yanatumika pia kama mitungi ya maji, wanakunywa, wananawa na kuoga humohumo. Tunakunywa sasa, maji hakuna, utakunywa maji gani mjomba? kwa okay, motumbo moja kwa mara moja tu. matatizo matatizo wala siwezi kuwepa sababu ya maji, tumezoea Tanzania take sababu hivi, siwezi kuweka sababu kuseme maji. Swali la kujiuliza hapa, watatumia mabafu ya madimbwi mpaka lini? Itanibidi kufikiria mara mbili. Kama mazingira yako hivi, unafanyaje? Sasa vyanzo vya maji ni tatizo katika maeneo mengine, ikiwemo utunzaji wake, pia umezungumzia hilo. Uh, Tanzania inatajwa kumiliki vyanzo vingi vya maji barani Afrika, kama mito mabwawa, maziwa na bahari. Lakini wapo wananchi walio karibu na vyanzo hivyo, hasa vijijini, wao hawaogi barabarani, lakini wanashuhudia kwa macho mifumo ya bomba ikitoka kwenye vyanzo hivyo kuelekea mijini. Wananchi wa kijiji cha Kigombe kilipo chanzo kikuu cha maji katika mji wa Tabora wanatazama kwa macho mabomba makubwa ya maji yakikatiza kijijini kwao kwenda mjini kilometa zaidi ya 20, wakati wao hawaambuli kitu hii ni taarifa ya mwandishi wetu Kristen Edward kutoka Tabora. Hapa ndipo lita milioni 30 za maji zinapozalishwa kwa siku na kuzihudumia kaya zaidi ya elfu kumi na mbili za mji wa Tabora. Lakini je, wakazi wanaokizunguka chanzo hiki cha maji na kukilinda wananufaika? Pembeni ya bwawa hili, bwana Makumbi Ruzo anakuwa wa kwanza kukitengua kitendawili hiki. najisikia vibaya sana. Kwa sababu gani? mjini ndo wanatumia maji ya kutoka hapa Igombe, tunapata tatizo la maji ya wakati tunayo hapa karibu, wenzetu ambao wako mbali na ndo wananufaika nayo huko. Sasa nini mnapata hapi maji ya kunywa? Maji tunahangaika, tunapata maji ya visimani. Unaweza ukanipeleka sehemu mojawapo ambapo wanapochota maji? Inawezekana. Nafika kwenye moja ya kisima na kukutana na bimoshi Ramadhani. Hapa ndo tunapochotea maji. Hapa ni maji ya kunywa? Pale ulipochota sio ya kunywa? Wapi? Pale ulipochota. Ha, nimechota hapa hapa nikaambia, ah, nikajitwisha kwenda. haya ndio ya kunywa e, sababu bomba la maji lenyewe halina maji. Sasa tutafanyaje? Unajisikiaje unapoona kwamba maji yanatoka hapa mlipo yanaenda mjini lakini nenye mmeyapata? Eh, na hata nijisikia vibaya baba yangu. Sasa uwezo wote sina e, sasa nitafanyaje? kuna wakati huo yanaisha yanaisha tu kabisa, linakaukaga tu mwezi wa 11 linakuwa limeshaisha kazi. Baada ya hapo, mnaenda kuchukua wapi? Tunachukua tu kwenye visima ambavyo vile vingine vya iko Mashariki. maji ya bomba ndio kitenda wili kigumu kwa wakazi wa kijiji hiki. Naitwa Juma Yusufu Karonga, mimi ni mtendaji wa kijiji cha Kigombe. Kwa maeneo kamani kama, kama kilomita moja na kidogo tunakomeshafika kwenye chanzo cha maji. Wananchi wauku wanahimizwa kulinda hiki chanzo cha maji, lakini wakati huo hatunufaiki na lolote. Ninyi kama serikali ya kijiji mmefanya juhudi gani kuhakikisha kwamba mnaisukuma serikali na mamlaka ya maji kuleta maji hapa? Tumekuwa tunapigana mara kwa mara katika kuhakikisha tunapata maji haya, tunaahidiwa kwamba wako kwenye mchakato wa kutuunganisha kwenye huo mradi wa TUWASA, lakini hayo maneno sasa yamekuwa ni kama ya kisiasa tu, utekelezaji mwisho wa siku haupo. Nafunga safari kilomita zaidi ya ishirini kutoka chanzo hiki cha maji mpaka ofisi za mamlaka ya maji TUWASA mji wa Tabora. Kwa jina naitwa Biswaro Benardi, kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Tabora. cheza kwao hutuzwa Hao watu wa kabila ndio wanalizunguka bwawa la Igombe ambalo ninyi mnachota maji mnapeleka kwenye maeneo mengine. Hapo ni karibu sana, kwa nini mshindo kufika hapo? Kwa mfumo wa kisheria katika usambazaji wa maji na katika kuwahudumia wananchi, eneo lile la mjini linahudumiwa na hizi mamlaka, lakini lile eneo ambalo liko pembezoni mwa mji linahudumiwa na halimashauri ya manispaa. Kukamilisha mzunguko huo wajibikaji na bishahodi kwa Injinia Muhammad Almasi, mhandisi wa maji manispaa ya Tabora, kutaka kujua ni kwa nini na lini watu hawa waigombe wataanza kupata maji ya bomba. Tumeshaongea na mamlaka ya maji kwa maana sasa ya kuiomba tuweze kuunganisha kupitia mamlaka hiyo katika kijiji jirani, na hata mwaka huu tunavyoongea hapa, hicho kijiji kipo katika bajeti za halmashauri. Kwa hiyo tunatarajia sasa katika mwaka huu wa fedha tunaweza tukafanya hiyo, tuweze kuunganisha kwenye huo mtandao wa TUASA ili sasa waendelee kupata hiyo faida ya huduma ya maji katika kijiji hicho. Lakini pamoja na uhaba wa maji ya bomba katika maeneo mengi nchini, yapo maeneo ambayo licha ya kuwa na hali ya ukame na uchache wa vyanzo vya maji mifumo ya maji ya bomba imeendelea kushamiri. Mkoa wa Dodoma ni miongoni mwa maeneo kame kiasi, lakini mamlaka yake ya usambazaji wa maji DUWASA imeshika nafasi ya pili kitaifa nyuma ya Tanga kwa mujibu wa tathmini ya mwaka huu kwa kufanikiwa kusambaza maji ya bomba maeneo mengi. Siri ni nini? Mwandishi wetu Faraja Samo alipiga kambi kwenye mkoa huo kujionea hali ilivyo na kubainisha siri hiyo. Bomba ilopo la pani so, ni familia ya Mama Aziza Thumani Matatiro, miongoni mwa familia zinazonufaika na maji ya bomba mjini Dodoma. Unanufaikaje na maji haya ambayo tayari mmevuta bomba karibu na nyumba yako, mama? Nilikuwa nikinunua maji na wakati mwingine nilikuwa nayatoa mbali, lakini kwa sasa hivi sina shida na watoto wangu wanapata maji kwa muda mwafaka, wanajiandaa kwenda shule, wanafua nguo za shule vizuri. mm. Unaona maji yamejaa sasa. E, ameshajaa. No, no. Yusufu toa maji hapa ukawe, <laughs> kaweke kule ndani. Ni watoto wangu wote. Ni shughuli gani ambazo unazifanya kupitia upatikanaji wa maji haya? Kufanya usafi ndani, kupata maji ya kunywa, namwagilia hata, unaona hapa matembele yangu haya nimeweka hapa

Yusufu, njo wewe umekumbana na adha ya kutokuepo na maji, hebu tueleze hali ilikuwaje wakati bado hamjapata maji? Kabla maji hayakuwa yajafika hapa, tulikuwa tunaenda shuleni nguo chafu, ila kwa sasa hivi maji hapo hapo hapa nyumbani tunakuwa tupo safi. Tulikuwa tunapata maji mbali sana, ila kwa sasa hivi maji hapo hapo hapa nyumbani tunanufaika vizuri. Mama, maji haya yameletwa na nani hapa? Maji yameletwa na shirika letu la duasa nilivyo wapigia simu, jamani, mimi nahitaji maji, basi hawakuchukua muda mrefu mazungumzo yangu na Mama Aziza yananipelekea kumtafuta mkuu wa mawasiliano ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Dodoma, DUASA, Sebastian Warioba, kutaka kufahamu nini kilichopelekea mafanikio haya ya usambazaji wa maji ya bomba hapa Dodoma. Katika swala la usambazaji maji safi, kwa kweli tumefanikiwa kwa sababu hata kwenye tathmini ambayo imefanyika hata ya mwaka huu tukiongozwa na mamlaka ya Tanga, lakini sisi ni namba mbili kwa mamlaka zetu zote hapa nchini. Ni nini siri ya siria mafanikio? Siri ya mafanikio, kwa kweli tumejipanga vizuri kiutendaji, tumeshakopa fedha benki na vilevile mara moja tulikopa fedha kutoka eh, serikalini. Tumesikia walichokifanya Dodoma na kufanikiwa kusambaza maji ya bomba. Swali la kujiuliza, kama Dodoma na maeneo mengine wanaweza kusambaza kwa kiasi kikubwa maji ya bomba, kwa nini nguvu hizi zisielekezwe katika maeneo mengine ya nchi? Kabla ya kumsikia katibu mkuu wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji, Injinia Mbogo Futakamba kuhusu hoja hii, ni muhimu kufahamu kwa nini ni muhimu wananchi kuwa na maji ya bomba. Naitwa Zainab Nasib ni mtetezi wa haki muhimu za kijamii kama hizi za kupata huduma za maji, afya na kadhalika. Ni muhimu sana kwa wananchi kupata huduma za maji ya bomba kwa sababu ni uhakika wa kupata maji yaliyo safi na salama. Kutokana na maji yale ambayo yatakuwa yameshatibiwa, serikali pamoja na ngazi za familia itaepuka gharama za kutibu wagonjwa kwa sababu utakapopata kichocho kipindupindu yale magonjwa, serikali na familia yatahusika katika kutibia. Zile fedha zingeweza kutumika katika shughuli zingine za kimaendeleo. Pamoja na umuhimu huu tuliohusikia, serikali yenyewe inakiri kuwepo kwa changamoto kadhaa zinazokwamisha upatikanaji wa maji ya bomba nchi nzima, kama maelezo ya katibu mkuu wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji injinia Mbogo Futa Kamba yanavyobainisha kupitia mazungumzo yake na mwandishi wetu Humphrey Mgonja. Ah, changamoto kubwa ni kuhusu utunzaji wa vyanzo vya maji lakini pia na uwekezaji katika miundombinu ya usambazaji na ugawaji wa maji. Hiyo ndio imekuwa ni changamoto kubwa, lakini siwezi kusema kwamba hali inatisha sana. Um, takwimu tulizonazo kwamba upatikanaji wa maji safi na salama kwa maeneo ya vijijini kwa sasa imefikia asilimia sabini na mbili na kwa maeneo ya mijini ni asilimia themanini na sita. Kwa hiyo hali ni kweli, tungependa uh, iwe nzuri zaidi, kama ambavyo malengo yetu eh, katika maendeleo endelevu ni kwamba tunahitaji mpaka mwaka elfu mbili na thelathini kila mtu awe amepata maji safi na salama kuna mkakati wote ambao serikali mmekwisha ufanya au mnatarajia kufanya kwa hili la maji ya bomba safi na salama kufikia kwa kila nyumba nchi nzima? Ya mikakati imefanyika. Kwa mfano sasa wizara ya maji na mpango unaitwa mpango wa maendeleo wa sekta ya maji, na huu mpango sasa tumemaliza awamu ya kwanza ambayo iliisha Desemba mwaka elfu mbili na tano, na sasa hivi tumeingia awamu ya pili. Sasa mkakati tulio nao ni kuhakikisha kwanza tunaboresha uwekezaji wa miundombinu ya usambazaji wa maji vijijini na mijini, na pia tumeweka msukumo zaidi kwa Dar es Salaam. Nadhani kwa sasa kwa Dar es Salaam, kila mtu anaona ya kwamba tumemaliza mradi mkubwa sana wa maji eh, Ruvu Chini, ambapo tunatoa lita milioni mia mbili na sabini kwa siku, lakini mkakati wa pili ni kwamba kwa nchi nzima tumeweka mkakati wa kutunza vyanzo vya maji. Yapo maeneo kwa mfano, maeneo ya Tabora vijijini, ambapo kuna maeneo yako karibu kabisa na chanzo cha maji, hasa ukiangalia katika eneo lijulikana kama Igombe. Hawa wapo karibu na chanzo cha maji, lakini kwao hakuna maji, ila mijini kuna maji. Mnachotumia vigezo gani kuwaruka hawa kwenda sehemu nyingine? Mkakati wangu sasa hivi mimi wizarani ni kwamba ni kweli, mwanzoni unajua mm. napoweka miundombinu ya maji unaangalia ule poromoko wa ardhi mm. e, kwa, kwa, kwa Kiingereza tunasema naangalia ile topography, lakini sasa hivi tumeamua kwamba wale watu wa karibu na yale maeneo ya vyanzo vya maji nao wanakuwa ni watu wa kwanza kupata maji, pamoja kwamba mtayapeleka kilomita nyingi, lakini nao ni wadau muhimu wa kuanza kupata hiyo rasilimali ya maji. Sasa unaongea na Tanzania sasa hivi, unahakikisha vipi kuhusiana na upatikanaji wa maji safi na salama nchi nzima? ya mimi nawambia watanzania serikali imejipanga tunasema kwamba mpaka elfu mbili na ishirini unataka watu wa vijijini wawe wanapata maji asilimia themani na tano na watu wa mijini asilimia tisini na tano na kweli uwekezaji unaendelea na si muda mrefu maeneo mengi yataweza kupata maji kwa nguvu zaidi. Katibu mkuu wa wizara ya maji na umwagiliaji, injinia Mbogo Futakamba, akikamilisha mazungumzo yake na mwandishi wetu Humphrey Mgonja. Kwa nukta hiyo, tumehitimisha makala ya leo tuliyojikita kutazama kuhusu upatikanaji wa maji ya bomba nchini Tanzania. Kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba, msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti, wadhamini ni idara ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Naitwa Halima Kasim, nilikuwa na mwenzangu Yusuf Mazimu. Asante kwa kuwa nasi. Kwa heri kwa sasa.